Wawakilishi wengine katika michuano hiyo uh, mnyama Simba naye kesho atakuwa na jukumu la kupeperusha bendera ya nchi dhidi ya Petro Atletico ya Angola kuelekea mchezo. Nahodha wa Simba Shomari Kapombe amesema licha ya timu yao kukosa matokeo mazuri kwenye michezo iliyopita, lakini wapo na morali ya kutosha kuelekea mchezo wao huo wa kesho. Kapombe ameeleza ni kwa namna gani wao kama wachezaji bado wanajiona wana uhitaji mkubwa wa kushinda michezo iliyosalia ya hatua ya makundi ili kujiweka sawa zaidi kwa michezo ya mbele. Tangu jana tumeanza maandalizi yetu. Jana ilikuwa session ya, ya kulikava, lakini leo tumeanza session ya kiufundi na, na vilevile kuweka mili sawa kwa ajili ya mchezo na maandalizi. Kila kila kila session imeenda vizuri na wachezaji wako vizuri. Kwa ujumla, kila mtu yuko tayari kuelekea katika mchezo wa Jumamosi. Anaweza kusema na kwa niaba ya wachezaji, kila mchezaji yuko tayari na tuko tayari kuipambania beji ya Simba kuelekea katika mchezo wa mchezo unaofuata. Uh, sisi tuko hapa kwa ajili ya kutafuta pointi tatu na tuko hapa kwa ajili ya kutafuta heshima ya, ya klabu. Kwa hiyo naweza kusema kwamba e, maandalizi yetu yanaenda vizuri na maandalizi yetu yako hapa kwa ajili ya kupata pointi tatu na kushinda katika mchezo huu. Ah, mimi popote, kwanza malengo ya kwanza ni na maana kwa ni klabu kuweza kupata kupata ushindi na najitolea kwa ajili ya klabu kuweza kupata ushindi. Kwa hiyo chance ikitokea naweza kufunga kwa ajili ya klabu na ikitokea kama nimefunga basi itakuwa ni, ni mwendelezo kwa mzuri kwangu mimi na mwendelezo mzuri kwa klabu kuweza kupata ushindi katika mchezo. Nakuja e, kwa Wanasimba, na wanachama wote wa Simba e, walokupo hapa na walokuwa Tanzania na nje ya Tanzania e, naendelea kuwaomba e, kwa niaba ya wachezaji waendelee kutusupport e, na waendelee kuiombea dua kat, dua na sala katika, katika mchezo huu e, ambao tunaenda kucheza na wasiangalie matokeo ya nyuma. E, jinsi ya, ya, ya klabu yetu ilivyofanya ili e, japokuwa endelee kutusupport kwa sababu katika mechi hizi tunazifanya tuna kama maandalizi ya michezo yetu inayokuja katika, katika ligi kuu. Kwa hiyo anaweza kusema kwamba e, tumejipanga vizuri kucheza mchezo huu na tumejipanga vizuri kuelekea katika michezo unaofata na mashindano anaofata. Nahodha huyo Shomari Kapombe akizungumza kutokea e, kule Angola ambao nao kesho wana jukumu la kukamilisha ratiba katika hatua ya makundi mchezo wao dhidi ya eh, Petro Atletico ni moja ya mechi ambayo pengine hivi Petro nao wana uhitaji wa point, eh, ili wao wakae sawa. Wana uhitaji. Bado wana nafasi ya kupigania nafasi, si ndio? Petro ana alama tano nafasi ya tatu, mechi mbili ambazo wamebaki nazo, akipata matokeo mazuri ana nafasi ya kufikisha alama kumi na moja bado ana nafasi kwa hiyo, bado ni mechi muhimu sana kwake. Hii mechi ningekuwa mkua msafara mimi, mii namaliza shughuli bwana. Maamuzi magumu bwana, maamuzi magumu. Sasa umetumia gharama, umesafiri ndege, sasa mmechukua gharama, nalipa nani? si uongozi wa klabu. Ah. Mwingine unajiongeza tu bwana, unataka goli ngapi? Si tatu, safi haya bwana. Ah, ndio wewe ufai kwa kiongozi wa timu. Na ndio maana siwezi kuwa kiongozi wa timu ya mpira. Kwa sababu <laughs> kwa kwa utaratibu <laughs> eh, unaweza ukajikuta unazitia sokoni mechi zote <laughs> ah. Hivi sasa kwa mfano haya. Sasa kwa mfano kama sasa hivi au Simba unawazungumzia kwa mfano unawangalia timu kama Singida wabaki na mechi mbili ambazo wanayo nafasi ya kusonga mbele lakini ni mechi ambazo zimekaa kiugumu. Ah, kama nafasi unayo unapambana, au sio? sasa una nafasi afu umeingia gharama eh. umesafiri hapa kundi la watu arobaini su thelathini umelitoa hmm, hapa hadi Angola. Hmm, kwa hiyo mechi mbili zile kwapo zingekuwa kwa kwa za kimkakati ambao wale watu wanaolia, wale gani, wanaolia wale utawabebea mbeleko gani? Wanaolia timu imepata matokeo mabaya, kuna watu wamerusha mpaka faraja na kusaidia kweli kweli, mtu akijikata ukamwambia pole, jeraha linapoa hilo au linaondoka si hmm, sisi tumepata faraja bana, umejali. Ah, ndio maana mimi sio mko msafara bana, pole, hmm. Au mtoto ujaona, mtoto akianguka tu usipomwambia pole kilio chake. Kwa hiyo na, na <laughs> <laughs> na wanasimba wanahitaji faraja wa wana, <laughs> basi, tumeshindwa lakini, hmm, ile namba pale ya, ya alama imebadilika <laughs> na hii kauli mm. ya Ruambano inaashiria kwamba ni aina ya mtu ambaye usije ukajichanganya ukambebesha hayo majukumu, kumbebesha mm. <laughs> majukumu hayo Ruambano. <laughs>